Karibu tena mpenzi msikilizaji wangu kwenye kipindi chetu cha elimu ya afya ya akili. Naitwa Debora Mwangomo, ni Licensed Professional Counselor Associate. Uh, tafadhali usipite kwenye channel yetu bila ku kusubscribe, kulike, kutoa comment na pia kushare video zetu na watu wengine. Karibu sana. Leo tunaenda kujifunza mbinu za kukabiliana na msongo wa mawazo ni kitu gani? Msongo wa mawazo, mawazo au stress, ni mwitikio wa kawaida kabisa pale unapokuwa umezidiwa na mambo. Ni mwitikio wa kibayolojia ambapo ni kwamba ukizidiwa na mambo unatokea chemical change, kemikali kwenye ubongo zinabadilika, na utazihisi hizo kemikali kwenye maisha yako ya kawaida yanayoendelea, ndio utapata hiyo stress. Sasa huo mwitikio unakuathiri kimwili, ni kwamba mtu mwenye stress unakuta uh, stress zikiendelea, unakuta mtu anaanza kuumwa kichwa, unaumwa viungo, unaumwa misuli. Kihisia, unaweza kuta mtu mwenye stress ameanza kuwa labda na reaction mbaya au hasira au ya yeah, vitu kama hivyo. Alafu kitabia, ni kwamba mtu mwenye stress utakuta ameanza kusahausahau vitu au kukosa concentration au kutotulia, kwa hiyo anajiona kama yuko restless muda wote. Research zinaonyesha kama watu wazima wengi sana wanasumbuliwa na stress. Kwa hiyo stress watu wazima inawasumbua sana, kwa sababu wanasumbuka na majukumu na mambo mbalimbali ambayo yanawazunguka. Kwa hiyo ndio grup ambao unasumbua sana na stress, na research pia zinaonyesha kama asilimia 75 ya matatizo yanayowapeleka watu hospitali kumuona daktari mengi yanahusiana na stress. Kwa hiyo ni stress related problems, mfano kuta mtu labda anaumwa kichwa lakini chanzo chake inaweza kawa ni stress. Au mtu anaumwa mgongo naeza kawa ni stress. Mtu ana hofu, ana ile anxiety ni stress, iko hapo inacheza, anasonona, lakini ilianza na stress. Kwa hiyo stress ni chanzo cha uh, matatizo mengi ya afya ya mwili na akili ambayo nasababisha watu waende kuwaona wataalamu. Kwa hiyo stress sio rafiki mzuri Alafu kuna aina mbili za stress ambazo zinapenda uzifahamu. Ya kwanza inaitwa uh, eustress, ambayo hii ni stress nzuri ambayo ni kila mtu anatakiwa awe nayo, kwa sababu ni stress ambayo inakusukuma kufanya mambo mazuri, inaleta maendeleo, inakuhamasisha. Mfano wa stress nzuri ni kama vile ba mtu umeamua kujenga nyumba, of course kujenga nyumba sio kitu rahisi. Ni kwamba utasumbuka kwa sababu kuna kindo bidi utafute hela, lakini ni stress nzuri ambayo inakupush mbele, ni stress lakini inakupush mbele. Alafu pia labda ni muda mfupi. Ah, stress ya kwenda shuleni ni, ni stress nzuri. Alafu kuna aina nyingine ya stress ambayo ni mbaya, inaitwa distress, ambayo hiyo ni stress ambayo ni sumu, ni toxic, ambayo kwanza ni ya muda mrefu na itakusumbua. Ile nyingine inakusababisha ufanye maendeleo, hii ina nyingine inakusababisha ujisikie kama umekwama. Ndio maana watu wanaosumbuliwa na msongo wa mawazo, kwamba anajiona yuko stuck mpaka anataka kufa, kwa sababu anajiona kama amekwama, haendelee mbele na ameshindwa. Inakuletea mawazo negative, haikusukumi haiku mbele, ila inakurudisha nyuma na kusababisha ujione kama ni failure, umeshindwa kabisa. sasa Unatambuaje kama una stress ambayo ni toxic, hiyo mbaya, ni kwamba uh, unajiona kama hauko kwenye hali yako ya kawaida, ile baseline state. Kila mtu ana baseline state, yani hali yako ya kawaida. Ni kwamba unajua kwa kawaida mimi nalaga kutoka muda huu mpaka huu, kwa kawaida mimi nakulaga hivi, kwa kawaida labda nahusiana hivi na watu, kwa kawaida emotion zangu ziko hivi. Lakini kama umeona umeanza kuwa tofauti na hali yako ya kawaida, wakati unapitia mambo magumu, unajua hapa labda stress imeanza kukusumbua. Kwa hiyo ukiona kulala kumebadilika, ulaji umebadilika Uh, hisia zimebadilika sana, mahusiano na watu yanabadilika sana, labda una react sana, ujue labda ni stress inakusumbua. Alafu ulaji mbaya ni namna nyingine ambapo unaweza kutambua ukatambua, kwa hii ni stress ile yenye sumu, ni kwamba mara nyingi ukiwa na stress either watu wengine wanakula sana, watu wengine au wanapoteza hamu ya kula. Au wengine wanaanza kula vyakula ambavyo tunaita ni uh, emotional eating. Ni kwamba unakula ili kutuliza maumivu, kwa hiyo unakuta mtu labda anaanza kula vitu vingine hata ambavyo havina afya ili kwa sababu ana maumivu, kwa hiyo anakula tu vitu, mara nyingi watu wanaenda kwenye vitu ambavyo vina high calories au pia labda vina sukari nyingi ni junks. Ni kwa sababu pia mwili unakua, mwili unakua wakati una stress, stress ina burn energy, kwa hiyo saa nyingine kutokana na kuburn energy yaani unakosa una nguvu, ndio unaenda kuchukua ma vitu ambayo yana high calories ili pia upate nguvu mwilini, lakini hiyo sio una njia nzuri ya kudeal na stress natakiwa idiliwe kwa njia nzuri ambayo inakusaidia ku, uh, kuendelea tena. Alafu mawazo hasi ni dalili kama una stress mbaya. Alafu procrastination, ile tabia kuaishairisha mambo ni kwamba unakuta labda una unafahamu kabisa majukumu yako nata ufayeainikilaaktihtafanyakshafanya badae keshobaunuta ame ya yanakuletea shida ujue kama maybe ni stress, inakusumbua. Alafu uchovu uh, stress inabana energy kwako, utajisikia umechoka sana uh, na kukosa utulivu. Pia inakusababisha ukose utulivu kwa sababu stress inaharibu thinking part of the brain ambayo inakusababisha utulie, uthink you think logically. Kwa hiyo stress itakusababisha ndio maana unakosa umekosa utulivu. Alafu kuna uhusiano mkubwa sana kati ya stress na utumiaji mbaya wa mitandao au uh, screen ni kwamba mara nyingi unakuta mtu akiwa stress, anaweza akakaa hapo ana kwenye social media siku nzima ni kwa sababu ya stress inayoendelea. Kwa hiyo ndio maana unakuta labda anakaa hapo pia anakabiliwa ana, ana, na procrastination kwa sababu anashindwa kufanya kazi badala yake yuko kwenye mitandao au anakaa sana kwenye vitu ambavyo uh, kwa kawaida asingeweza kufanya hivyo wakati wa kazi. Alafu pia stress inaharibu mahusiano na watu. Uh, kama una stress mbaya na kwamba reaction zako zitafanya tu watu either wakukimbie au wewe mwenyewe utakimbia watu kwa sababu unashindwa ku handle alafu, disorganization. Disorganization ni pale ambapo mtu labda unashindwa kupanga vitu. Kwa kawaida, mtu unaweza kukuta labda mtu ni mtu msafi tu, yuko organized, anajua kupanga vitu vyake. Ukienda nyumbani kwake sikosho, unakuta kila kitu kimekaa kwenye nafasi yake vizuri, lakini akiwa na stress ni kwamba kwa sababu hapa pameshavurugika, ah, uh, ubongo wa mbele umevurugika, haufanyi kazi inavyotakiwa. Kwa hiyo unakuta mtu kwa very disorganized, anaweza akaacha kitu chochote mahali popote, asafishe vitu kwa sababu amechoka na stress inamfanya yuko hivyo kwa sababu ubongo wa mbele unaohusika na, na organization, ume shut down. Alafu uh, stress inadhuru sana uh, natutia madhara sana ya kimwili na kiakili. Nitaelezea jinsi inavyowadhuru wanaume na pia inavyowadhuru wanawake. Nimeelezea vitu vichache tu, kuna namna nyingi sana inavyowadhuru hizi jenda mbili. Kwamba kwa wanaume matatizo ya uzazi. Kwa unakuta mtu ataka mwanaume ana stress unaweza kukuta anashindwa hata kumfanya mwanamke apate ujauzito kwa sababu ya stress. Kwa sababu stress inahusiana sana na reproductive system. Kwa hiyo ukiwa na stress, ni kwamba reproductive system yako haitakuwa kwenye hali ya kawaida, kwa sababu stress inakuwa kwenye hali ya kujihami. Lakini inakusababisha pia mwanaume ushindwe kuerect kwa sababu ya stress iliyokuzidia. Alafu magonjwa inahusiana sana na magonjwa ya moyo, kansa, figo na magonjwa mbalimbali. Alafu stress kwa wanaume wengi sana inawaletea matatizo ya addictions, ili ya kutawaliwa na tabia fulani. Ukuta addictions za ulevi, madawa, uh, mambo mbalimbali ambayo sio mazuri, kwa sababu uh, wengi ndio wanakimbiliaga huko kwenda kukop na stress, well, Alafu stress pia inaweza kusababisha matatizo ya akili, hofu, sonona Uh, mawazo ya kujiua kwa sababu ya mtu anakuwa amezidiwa na mambo. Kwa wanawake stress pia inawadhuru, inaharibu reproductive system pia uh, unaweza ukashindwa kupata ujauzito hata kama unajaribisha kwa jinsi gani. Kama una stress, mwili wako uko kwenye hali ya kujihami, unaweza ukashindwa kupata ujauzito, alafu kupoteza uwezo na hamu ya kufanya tendo la ndoa. Kwa hiyo unakuta mwanamke akiwa na stress, ndio hapo kila siku anasema hapana, leo nimechoka, kesho hivi na hivi. Ni kwa sababu ya stress inamsumbua. Kwa hiyo hata magomvi mengi yanayotokea ndani ya nyumba, mengine yanaweza kuwa msababishwa na stress. Unamwona mtu kila siku anapiga chenga, anafanya nini, lakini inawezekana ni stress. Kwa hiyo ndio maana tunasema ni vizuri uh, sana kwenda kuona wataalamu kwa sababu Ukija kwa mtaalamu mta sense uh, ugomvi umetokea wapi, mpaka naweza kujua kwa ugomvi ni, ni stress. Kwa hiyo tunatakiwa tudeal na stress au tudeal na mahusiano. Kwa hiyo ni vizuri sana kwenda kwa wataalamu ili kuweza kujua chanzo cha stress yako. Alafu kwa wanawake pia stress inaharibu homoni, kunatokea homoni imbalance, yani homoni zina zinakuwa haziko sawasawa, zinabadilika. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu either anaanza kubleed kupita kiasi au hapati damu kabisa au mwingine ana maumivu makali sana wakati wa hedhi au mwingine uh, anabadilika yani, siku zile za, za, za hedhi zinabadilika badilika sana kwa sababu hormonal imbalance kwa sababu ya stress. Kwa hiyo stress sio rafiki yetu. Alafu stress itakuzuia kupata mimba. Alafu stress kwa wanawake inaharibu pia ngozi sana sana sana. Kuta mtu alikuwa na ngozi nzuri tu, ni mwanamke mrembo akianza kuwa na stress sana, kuta ngozi imebadilika, anza kupata chunusi au vitu vipele pele usoni, kwa sababu ya stress inayoendelea, kwa sababu inaharibu hormones na ngozi pia inahusiana na hormones. Alafu stress pia kwa wanawake inaweza kukuletea kunyonyoka nywele. Kwa hiyo unakuta nywele zimepungua kichwani kwa sababu ya stress. Kwa hiyo wanawake, tuzuie vipara kwa kukabiliana na stress. Sasa, zifuatazo ni mbinu za kukabiliana na msongo wa mawazo. Kama nilivyosema, stress inatokea pale unapokuwa umezidiwa na mambo, ni ni kwamba mfumo wa mwili unakuwa umechoka. Uh, kama nilivyosema stress ambayo ni toxic ni ile ambayo iko muda mrefu sana. Una, unajiona mpaka unajiona kama umekwama, kwa hiyo unajiona umekaa hapo muda mrefu mpaka mwili wako, system ya mwili inakuwa imechoka sana. Ni mwitikio wa kawaida kabisa wa kibayolojia, kwa hiyo usijilaumu kama unajisikia hivyo, au pia usilaumu mtu kwa kuwa na stress kwa sababu inawezekana huyo mtu ni kwamba amehandle mambo mengi magumu kwa muda mrefu mpaka ndio hivyo anaenda kuharibikiwa. Kwa hiyo usimcheke wala usilaumu mtu kwa sababu ndio hivyo amefika mwisho. Sasa jambo la kwanza kwamba usijilaumu wala usilaumu mtu mwingine akionekana kama ana dalili za stress. Fahamu mambo yanayosababisha stress, kwa hiyo fahamu zile trigger. Ukifahamu trigger mboga ambayo inasababisha stress, then unaweza ukasolve, kwa sababu ukijua ni jambo linaleta stress, kama unaweza kuliacha utaliacha. Alafu jambo nyingine ni kwamba fahamu ukomo wako. Kila mtu ana ukomo yaani ni Mungu tu ambaye hana ukomo, anaweza akafanya vitu vyote wakati wote, lakini binadamu wote tuna ukomo. Kwa hiyo una ukomo wa kuhimili mahusiano, una ukomo wa kuhimili kazi, una ukomo wa kila kitu. Kwa hiyo ufahamu ukomo wako na uweze kuacha mambo ambayo unaona kama kuzingatia. Uh, kuwa hapa nimefika ukomo na kukubali kuwa nimefika ukomo, upumzika. Tuna tabia sana ya kuweza kupush mambo mpaka yanatuharibu. Sangi unakuta mtu una push labda ni uhusiano, au unapush push tu kufanya kazi, mpaka unakuta simu imebadilika kabisa kwa hiyo uh, ukiona umeanza kubadilika ujue kwamba umefika ukomo, na pia ukianza kuona dalili za stress kwamba ujue kama huo ni ujumbe kwako kwamba mambo yamefika mwisho na pia umefika ukomo. Kwa hiyo listen to that message. Kwa hiyo ukiona unaanza kujisikia vibaya ujue kwamba ni ujumbe. Tunasemaga behavior ni uh, behavior is a language, yani kwa Kiswahili ni kwamba um, tabia ni ujumbe, ni kwamba ukiona ujumbe unatoka ambao mbao haukuwepo siku zote, ni kwamba unaambiwa kwamba something is not right. Kwa hiyo heshimu ujumbe, ukiona kama umechoka, umeanza kufanya dalili ambazo sio zenyewe, then ujue kama ni ujumbe unapewa. Jambo jingine ni kwamba jifunze kusema no kwa mambo yasiyokuwa kipaumbele. Stress nyingine tunasababishiwa na watu wengine, nyingine tunajisababishia wenyewe. Kwa hiyo jifunze sana ku, ku, kuyaweka pembeni mambo ambayo sio kipaumbele ambayo unajua tu yanakuongezea stress. Inaweza kuwa ni mahusiano, inaweza kuwa ni majukumu. Siku hizi kuna magrupu mengi, kila mtu anataka ufanye hivi, kila mtu anataka ku-involve Chagua kwa hekima, ujua ni kitu gani ambacho unataka kukifanya kwa wakati huo na kitu ambacho hakitakiwi kufanyika. Alafu pumzika, kwa sababu system ikichoka inatakiwa upumzike. Alafu punguza screen time, punguza hizo TV, kukaa kwenye social media, kucheza games muda wote, kwa sababu saa nyingine hizo zinazowaga stress. Saa nyingine pumzika ili upunguze stress. Kuna watu wengine wakianza kukaa sana kwenye social media, anaanza kujilinganisha na kuanza kukasirika na kujiona fai na kujiona kama amekwama, kwa sababu anaona mwenzake leo sijui ameenda Dubai, mwingine sijui kaenda London, mwingine kaenda, ni wewe unaona kama uko tu hapo hapo, unaanza kukasika. Kwa hiyo kama unaona kama inakuchosha namna hiyo, weka pembeni, usio na kasa sana kwenye screen time kama unajua inakusumbua. Alafu pia stay away from screen time, kwa sababu upate muda wa kupumzika na kuweza kulala, especially muda wa kulala, weka screen mbali ili zisikusumbue upumzike vizuri, kwa sababu mtu mwenye stress pia usingizi unaathirika. Alafu acha tabia ya kujilinganisha, kwa sababu kujilinganisha kunaleta sana stress. Ndo hivyo, kila unapojilinganisha unajiona kama oh, bado sijafikia viwango vya watu wengine. Kwa hiyo acha kujilinganisha, jikubali mwenyewe, Be yourself. Kila mtu ana safari yake na kila mtu ana vipaumbele vyake. Aliyefanikiwa baada ya kufanya wanita, Three, maybe naye alifanikiwa kwa sababu naye ana majukumu ambayo na wewe pia, maybe muda wako bado hujafika, au pia uh, sio na na gratitude au tabia ya kutoa shukrani ni njia kubwa sana ya kupambana na haangalii baraka zake yeye, mdauti anaangalia baraka za majirani, baraka za marafiki. Wewe unaangalia watoto, watoto wa fulani labda wamefanya hivi, mtu fulani sijui amejenga nyumba iko hivi, amenua sijui gari liko hivi, unashindwa hata kuangalia baraka zako. Kwa hiyo kama huangalii baraka zako, ni kwamba kweli utapata stress, kwa sababu hutaona chochote cha maana. Lakini ukitan uanze ku count your blessing, kwa yes, siko kama wale, lakini na mimi mwenyewe na kitu gani Mungu amenipa kitu gani? Utaona vitu vingi tu ambavyo Ah, Mungu amekupa na utaendelea kumshukuru Mungu. Kwa hiyo count your blessing, na hii ni njia scientific kabisa kwamba gratitude inasababisha kurestructure your brain. Our brain is very plastic. Kuna ile inaisimaga kila wakati plasticity ambayo ni uwezo wa ubongo kuweza kujireform na kubadilika. Kwa sababu ukiwa na mawazo hasi, ubongo unajireform in a certain way na ukibadilisha mawazo ende ubongo, uh, mawazo chanya, ni kwamba ubongo pia unajireform kwa vitu vingine. Kwa hiyo kuna hiyo, ukiwa na gratitude ni kwamba ubongo wako utajirestructure na kuwa more positive, na utaangalia mambo kwa namna positive ya ya, ya, chanya zaidi na utapunguza mawazo hasi ambayo yanakuletea msongo wa mawazo. Alafu pia kama wewe ni mtu wa dini, sala, neno la Mungu, fellowship vinapunguza sana stress, ni kwamba kama mtu unasali, kama mimi binafsi nikiwa na stress ni kwamba nikisali, kama na stress imezidia sana nikisali, ningemwomba Mungu anamkabidhi uh, mambo yangu yanayonisumbua ni kwamba I feel better na feel less stressed. Alafu kusoma neno la Mungu unapata faraja, unapata matumaini, stress inapungua. Social connection, kwamba kama una interact na watu wengine watakupa mtazamo mwingine ambao tofauti na jinsi unavyofikiria na utaweza kuwa na hali nzuri kabisa. Jambo lingine kwamba kumbuka sana kuwaona wataalamu wa afya ya akili na mwili, kwa sababu wanaweza wakaweza kukutibu kwa sababu stress ya muda mrefu inaathiri akili na mwili. Uh, pia napenda kukumbusha tena kwamba tabia ni ujumbe. Behavior is a language. Ni kwamba sikiliza mwili wako unakuambia nini. Ukiona mwili wako umeanza kugoma, umeanza kujisikia dalili ambazo unajua kwa kawaida mi siko hivi, mbona sasa hivi nimekuwa hivi, sikiliza huo ujumbe, zingatia na tendea kazi. Usikomae na kusema mi nitaendelea tu kufanya wakati naona mwili unakwambia kuwa hapana. Kila mtu ana ukomo, kwa hiyo ujue kama kama umefika ukomo, unatakiwa kuteke break na pia kushughulikia. Unasema usipoziba ufa utajenga ukuta, kwa hiyo usingojee mpaka uje ujenge ukuta. Ukianza kuona dalili, shughulikia hizo stress mapema, kwa sababu stress sio rafiki yetu. Stress inatudhuru sana. Sikiliza ujumbe na unaopewa nachukua hatua na kama umependa hii content tafadhali, usiache kusubscribe na pia kushare na watu wengine, ili watu wengi wajifunze jinsi ya kupambana na stress. Asante sana.